Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu naye atawapa kumiliki wengi naye ataigawa nchi kwa rushwa. Baada ya kusomea <coughs> maandiko haya, niongee na mamlaka zetu ndani ya nchi zetu, niongee na nyie nikiwa naweka mfano wa kilichofanyika kwa kijana wangu Herbert. Kimsingi amekamatwa siku ya Jumanne iliyopita, na leo ninapoongea ni siku ya Jumanne, manake wiki moja imepita kwa mifumo ya kisheria nadhani huwa mnakaa na mharifu masaa ishirini na manne na sivyo mnampeleka mahakamani ama mnampatia dhamana mnapoendelea na uchunguzi. Kukaa kimya pale unapotakiwa kusema kitu ni usaliti, kumkatisha tamaa anayetakiwa kusema. Wewe utaki kusema, lakini kuna mtu yuko tayari kufanya nini akitaka kusema unaanza kumkanyaga kidole, unasema ego gambi. Si bwana wewe kusema hutaki, kwa nini unawazuia wanaotaka kusema wasema? Kutokuwa na upande katika mazingira yenye dhuluma, kuna watu wanapenda sana, mimi katika hili sina nini, mimi sina upande, halafu wanafurahi, wanafikiri ni vizuri. Kutokuwa na upande katika hali ya dhuluma ni usaliti sawa na Yuda Iskariote. Kutoa sauti kwa malengo ya kujinufaisha nao ni usaliti. <laughs> yaani wewe tunakuona huko kimbelembele kusema jambo fulani si ndio eh? Mimi ninaamini. Naamini kabisa, kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamalaki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani. Ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa. Katika kitabu cha Mithari 18 mstari wa 23 imeandikwa kusema, maskini hutumia maombi bali tajiri hujibu kwa ukali. Na katika kitabu cha Mithari 21 mstari wa 13 imeandikwa kusema, azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Eh, hatutafuata sheria, hatuamini katika haki, hatuamini katika busara, hamna la kutufanya, hakuna mnapoweza kulalamika, hakuna mnapoweza kutushtaki, tutajifanyia lolote tutakavyotaka, tutamwelewa yule tu atakayetusifia na kutupongeza wala siyo yule atakayelalamika, atakaye hoji, atakaye lia, atakaye nongonika, atakaye koroma. Wote hao tutawatafsiri wana kashfu, wana kiburi, wanapambana na sisi tuliona nguvu. Kwa sura kama hii, katika yote hayo ukishajibariki nayo na ukaona kweli wewe ndio hivyo sasa, ni vizuri niendelee kukukumbusha ya kwamba pia ulitabiriwa wakati kama huu, ulitabiriwa wewe, ulitabiriwa andiko hili. Kwa siku nyingi nitakazokuwa salama, nitakuwa nikiendelea kulisoma, ili hata wale waliovurugwa na vyuo vya Bibilia wao wanarudisha akili kwa mbali kwamba inawezekana andiko hili linahusika kwa watu, kwa kizazi, kwa nyakati tulizo nazo sasa, na kwamba inawezekana wakati tulionao ndio wakati wa chukizo la uharibifu limesimamishwa, na jamii kubwa ya wanaokuwa mamlakani wamekuwa na kauli na matendo yenye jeuri ya aina yoyote, yenye kufanya chochote wakionyesha kwa sura zao kwa miili yao na hata kwa mwonekano wao kwamba hatuogopi chochote, hatutafuata sheria, hatuamini katika haki, hatuamini katika busara, tunaishi tunavyosikia kuishi hakuna wa kutufanya chochote, kutushtaki popote, kulia vyovyote, kulalamika vyovyote, kunung'unika vyovyote, na hivi ndivyo tutakavyoendelea kuishi mithili ya wanyama pori. Katika kitabu cha Danieli sura 11 mstari wa 31 some mpaka 39 inasema, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ni namna zenye kudhi ambazo wanadamu watalazimisha wakubali kwamba ndio aina ya maisha. Najua vyo eh, vya bibilia vina tafsiri nyingi potofu ambazo haziendani kabisa zenyewe. Wanafikiri chukizo la uharibifu kuna limnyama fulani litasimama, kuna lidudu fulani la kutisha litasimama, sio, litaenda kusimama sui Israeli, na vitu kadha wa kadha. Lakini ukweli ni kwamba ni mambo yenye kuudhi na kuumiza sana ambayo watu wengine watakuwa naumizwa sana alafu mamlaka fulani inalazimisha ina, ina, ina jamii ikubali kwamba namna pekee ya kuishi ni hiyo. Mstari wa thelathini na mbili anasema, na wao wafanyao wa maovu juu ya hilo agano hatawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu, na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo, wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Basi watakapoanguka, watasaidiwa kwa msaada kidogo lakini wengi wataambatana hao kwa maneno ya kujipendekeza. Naweka kituo tena hapa kidogo. Bila shaka kitu pekee ambacho kiko gizani kwa sasa ni kudhaniwa, wapo wa mji wao mungu walio hodari, kwa sababu namna yote ya uhodari pia inatafsiriwa ni kukosa hekima, ni kuwa na kiburi, kwa hiyo ni kama hakuna wamjua wa Mungu sasa waliodai. Lakini hapa pana makundi ambayo tunayakubali kwamba, e, wengi mnafahamu pengine kuna kuwawa uwawa kwingi kwingi, kwa namna mbalimbali, na kutolewa ufafanuzi wowote kwamba mauaji ya aina hii sababu ni moja mbili tatu tu, tumefanya kazi hivi, na hata ikitolewa unakuta kabisa ni kwenye yale ambayo sio yenye utata. Kwa sura kama hiyo, bila shaka tumeona mauaji ya aina mbalimbali, bila shaka tumeona utekaji wa aina mbalimbali, bila shaka tumeona kufungwa kwa pengine watu wema, kusakamwa; yoyote uliye na mbegu ya haki, ya wema kuonekana ni adui, ni mharibifu, ni ni ni ni unaharibu hali ya maisha inavyotakiwa kuwa. Maisha inatakiwa wote mkubali kwamba namna hizi za ulie na nguvu, onea chochote, jifanyie chochote, atakaye oji atakaye lalamika, mshughulikie. Hii ndio namna pekee dunia, kubalini nchi kubalini, hii ndio namna pekee. Maisha ni haya kwa sasa, unataka utaki. Nadhani wengi hayo yote tumeyaona. Swala la kutekwa nyara kwa siku nyingi, bila shaka wengi tumeyaona. Najaribu kusoma tu haya yaone kama, je, ndio wakati huu katika mshari na wafuata wanne anasema, basi watang, basi wataanguka. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Nimetaka tu unafahamu, unafahamu. Yani nikusomee kama hadithi, najua itachukua miaka mingi sana. Kila nitakapokuwa nasoma inawezekana ntakuwa sieleweki, lakini mmoja mmoja atakuwa naanza kuona mbona ni kama linaelekea mbona ni kama linafanana. Msari wa 35: na baadhi yao wenye hekima wataanguka, ili kuwatakasha na kuwasafisha na kuwafanya weupe, hata wakati wa mwisho, kwa maana ni wakati ulioamliwa ambao haujaja. Naye mfalme atafanya kama apendavyo naye atajitukuza na, na kujiadhimisha juu ya kila mungu naye atanena maneno, maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu naye atafanya, naye atafanikiwa na mpaka ghadhabu itakapotimia mpaka atakapojisikia kwamba ya nimewanyoosha, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Sura 37 wala hata ijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hatamjali mungu awa yeyote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake atamheshimu mungu wa ngome, na mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vito vya thamani na vitu vipendezavyo naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa mungu mgeni, na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Baada ya kusomea <coughs> maandiko haya, niongee na mamlaka zetu ndani ya nchi zetu, niongee na nyie nikiwa naweka mfano wa kilichofanyika kwa kijana wangu Herbert. Kimsingi amekamatwa siku ya Jumanne iliyopita, na leo ninapoongea ni siku ya Jumanne, manake wiki moja imepita. Kwa mifumo ya kisheria nadhani huwa mnakaa na muharifu masaa 24 nsivyo mnampeleka mahakamani, ama mnampatia dhamana mnapoendelea na uchunguzi, ikiwa kosa lake linadhaminika lina dhamana, kwa sababu mpaka mnamkamata mnakuwa mmejiridhisha kwamba kuna kosa limefanyika. Lakini kwa kipande kubwa kwa sasa, mnakamata na sasa ni siku saba zimepita, hamjapeleka mahakamani. Kuna tafsiri ya kwamba inawezekana hamwamini katika sheria ambazo mmejitungia wenyewe mmejiwekea wenyewe. Lakini mbili, mimi jambo kubwa ambalo nimeangaika nalo sana, nimeangaika na busara. Busara huwa inaangalia ina na kutazama mtu huyu, kama hata kama alifanya kosa, nia yake ilikuwa nini, alikuwa na chuki na nani, alitumwa na nani, alikuwa anataka kuchochea nini, alikuwa anachochea watu waibe, waue, wazini waharibu ama alikuwa anachochea watu wasifanye mabaya. Neno ambalo linaweza likadhaniwa limezidi, ni kizazi tu, ni jamii tu inayogeuka kuwa wanyama ndiyo inaweza kwanza kuhangaika na neno linalokuwa limezidi kwa mtu ambaye wana, pasipo na shaka, wanasema mtu huyu hakufanya haya kwa sababu ya uadui, kwa sababu ya kutaka kuharibu. Hapa mara nyingi ndipo panapoingia busara. Busara iko juu ya sheria, lakini kama sheria mlizojiwekea wenyewe hazizingatiwi, busara hamwamini, haki kwamba pengine jambo hili naweza nikawa ni la haki hata kama linaumiza, nawezekana hamshughuliki nayo huenda. Swali mnalotuuliza na kututazamia, tuone mtatufanya nini. Nimekiri mara kadhaa, sisi ni wale ambao anayeweza kutulipia kisasi ni Mungu tu. Mungu asipolipa kisasi ameikunja mikono yetu na mioyo yetu na fahamu zetu zisifikiri kulipa kisasi, na hata zisifikiri kumfanyia yeyote baya. Mwisho wa yote, pengine busara haina kazi, haki haina kazi, sheria hazina kazi. Swali inaweza likaja tutakaobaki tutabaki tukifanya nini ili wakati fulani tuje tuone mwanga? Jibu ni kwamba imeandikwa katika Ezekieli sura ya pili kwenye mstari wa tatu ya kwamba mwanadamu na kutuma kwa wanadamu wanaoasi sana, nawe utaongea ila hawatakusikia lakini watajua tu ya kwamba nabii alipata kuwako tutabaki tukiongea tukiwa tunajua hakuna aina ya maandiko tutayasoma, tukiwa tunajua hakuna aina ya mahubiri tutafanya yatabadilisha moyo. Bibilia imesema mpaka ghadhabu itakapotulia, yaani mpaka mtakapojisikia kwamba tumewaonyesha tume, hatujali sheria hatujali katiba hatujali e, hatuamini katika busara, hatuamini katika haki, tunaamini tunavyojisikia tu. Kikubwa hivyo ndo tumejisikia. Lakini wakati huu niendelee kukumbusha ya kwamba inawezekana wakati fulani Mungu hata ngoja mtakavyojisikia na wakati huo, niseme nimesema na nitaendelea kusema, yeyote uliyemo kwenye mamlaka ambayo itakuwa ikilalamikiwa kwa mambo haya kwa namna yoyote, wewe ni askari, wewe ni RCO, wewe ni mtu wa usalama wa taifa, wewe ni waziri, wewe ni, ni rais. Kwa namna yoyote ambayo moyo wako utakushuhudia baadhi ya vitu vinavyofanyika si haki, si ubinadamu, sio busara, sio sheria, na kujulisha tena na kukumbusha, upo wakati wewe na ukoo wako mtakuja kulaani, kwa nini nilipata mkosi ya kuwa sehemu ya kuwa, kuwa ndani ya mamlaka ya wakati huo. Najua kwa kipande kubwa, wengi huwa mnasema napata sababu ya kwamba si takuja kusema sio mimi nilifanya, moja kwa moja mimi nilitumwa, mimi sikuhusika. Lakini naamini viapo na katiba vinataka ukalinde haki usimamie haki. Kuajiriwa, unaajiriwa ili usimamie haki Unaomba kuwa kiongozi uliosimamia haki, maanake, ukiona kiongozi mwenzio anafanya lisilo haki, ukiona kiongozi wa chini yako wa juu yako anafanya lisilo haki, ni mawili: ni kuweka wazi uovu wake huo, ama kujiuzuru, ili usiwe sehemu ya dhuruma hiyo, ama uharibifu huo. Waziri wa sheria, bila shaka unazo taarifa za kutosha ya kijana wangu Herbert Mlelwa. Waziri wa mambo ya ndani, lakini kwa sehemu kubwa hamtoki hata kutoa sasa fafanuzi kwa mujibu wa sheria, hiki tunachokifanya ni haki kiasi gani, sahihi kiasi gani ama tumekosea kiasi gani? Kwa ajili ya nini rais, waziri mkuu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, RPC hamtokei kuweza kufafanua? Nina hakika ya kwamba katika hali yoyote mlilo nalo tu ni kwamba karibu kila mmoja asema mimi sio siki sio mimi, ni la wenyewe. Kwa sababu pengine hatufahamu sheria, mngekuwa mnatokea hata kufafanua kwamba jambo hili linafanywa hivi kwa utaratibu, moja mbili tatu, wa kisheria, lakini sio hivyo. Nasema chochote mtakachopokea pokeeni, kuleni, dunia ndo hiyo. Kulalamika, kufafanua, kusoma bibilia ni kuharibu taki. Usome bibilia, tafuta mahali panapotaka utuombee tupate nguvu za kufanya mabaya haya tunayoyafanya, lakini usitafute mahali penye bibilia panapoonyesha hiki tunachofanya ni kibaya. Nitumie lugha hii ya kwamba ni dhahiri, hatuna tutakalofanya, na Mungu asipofanya lolote kwa niaba yetu ni kama tutabaki tukitazama mpaka mwisho tutakao kuja kukutana nao. Mimi nimejaribu njia zote na wakati wote nimekuwa nikisema mimi, hakuna kiumbe ambaye anaweza akawa mwenye nalo akawa radhi niongee naye, ambaye anaogopa kuongea naye, kwa sababu mimi sina dhambi yoyote, sina kosa lolote, sina mpango wowote mbaya dhidi ya mwanadamu. Lakini hamwamini katika mazungumzo, hamwamini katika kufuata sheria zenu, hamwamini katika busara, hamwamini katika haki mopo ambao mnaamini katika uoga tu wa kwamba pengine mwenye nalo ni mtu fulani, mwenye nguvu fulani. Mambo yote ni ya wanadamu, sisi sote, mambo yote ni ya Mungu. Njoni tuzungumze, tumefikaje hapa? Tutatokaje hapa? Twende katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliikusudia Atawito kwa rais, waziri wa mambo ya ndani, waziri mkuu, makamu wa rais, waziri wa sheria, chukulieni mimi ni mtu wa Mungu, na inawezekana nisemayo wakati fulani atakuja kuwa na thamani sana mioyoni mwenu na, na, na katika mioyo ya jamii nawenda kipimo cha Mungu kitakuwa kimejaa wakati huu, hata sikia maombi yoyote utakayeombewa na mtu yoyote, mfano wa wakati fulani alipomkataa Sauli akayakataa maombi ya Samweli na kumwambia Samweli, usimlilie Sauli, mimi nimemkataa milele. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, sema itengenze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, takayefungwa, takayewawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana, tangu sasa pate pumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.